la polisi ya atoa taarifa ya ajali ya usalama barabarani iliyotokea jana tarehe 29 Septemba 2025, majira ya saa tano usiku katika eneo la Hanseketwa, kata ya Ihanda, tarafa ya Vwawa, wilaya ya Mbozi ya Songwe, katika barabara kuu iendayo ya Tunduma Mbeya ya Tunduma. Ajali hiyo ilihusisha gari lenye namba za usajili T 908 CSV aina ya Toyota IST rangi ya silver lililokuwa likiendeshwa na dereva Musa Njowela Elton, mwenye umri wa miaka 38. Huyu ni fundi wa ujenzi na mkazi wa Tunduma wilaya ya Momba, ambaye alikuwa anatoka kijiji cha Shiwinga kuelekea Tunduma. Gari hilo liligonga kwa nyuma sehemu ya ubavuni mwa gari mwingine tela lenye namba za usajili T 758 AQP na Kevin, hiyo ni Kevin, na tela lake T704 AKH aina ya ya Scania mali ya bwana Arafat Razac Ladha limekuwa limeegeshwa upande wa kushoto mwa barabara baada ya kupata hitilafu alikuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea Tunduma na kusababisha vifo vya watu wawili, ambao wa kwanza ni Queen Watson Sampamba mwenye umri wa miaka 36 na Wasi Berdon Mgalla mwenye umri wa miaka 42, wote ni wafanyabiashara na wakazi wa Tunduma wilaya ya Momba. Aidha, katika ajali hiyo dereva wa gari dogo, Musa aliumia sehemu mbalimbali za mwili na anapatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Mbozi, huku magari yote mawili yakiwa e, yameharibika ame vibaya. Baada ya ajali hiyo ya kwanza, dakika chache baadaye, sehemu hiyo hiyo, ilitokea ajali nyingine iliyohusisha gari namba za usajili T mia nne ishirini na tano EEV aina ya Toyota Surf acho yenye nye, nye rangi nyeusi iliyokuwa ikiendeshwa e na bwana Abdul Lugano Mwakapesa wenye umri wa miaka hamsini. Huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Mpemba wilaya ya Momba ambaye alikuwa anatokea mkoa wa Mbeya kuelekea Tunduma. Gari hiyo iligongwa kwa nyuma i ele ya mwanzo nas namba T mia saba hamsini na nane na A, AQP na T mia saba na nne AKH lililokuwa limehusika katika ile ajali ya kwanza na kusababisha vifo vya watu wawili na majeruhi wanne kama ifuatavyo. Waliofariki ni Emmanuel John Mwangemile mwenye umri wa miaka 55 na Emmanuel Martin Kandonga huyu ana umri wa miaka 50. Na ni afisa elimu wa kata ya Mpemba, wote wakazi wa Mpemba Wilaya ya Momba. Majeruhi wanne katika ajali hiyo. Wa kwanza, Frida, wa kwanza anaitwa Winfrida Bakari Mwandule umri wa miaka 30, Merisenti John Kimpa mwenye umri wa miaka thelathini na moja, Suzie Mwakabonga huyu ana umri wa miaka 28, Elisha Matata Sindwani umri wa miaka 30, wote wafanyabiashara na wakazi wa Mpemba Wilaya ya Mo. Majeruhi wote wanapatiwa matibabu katika Hospitali ya Rufaa apoasono taarifa kwamba wanaendelea vizuri e, afya zao zinaendelea kuimarika. Chanzo cha ajali hiyo zote mbili ni mwendo kasi, eh, kaotoyota e, safu pamoja na gari ndogo, lakini dereva Abdul Mwakapesa wa gari hii ya pili Toyota safu alitoroka mara tu baada ya tukio na jeshi la polisi imeendelea na jitihada za kumsaka ili aweza kupatikana na kufikishwa katika vyombo vya sheria yeah. Jeshi la polisi ya mkoa wa Songwe tunapenda kutoa wito kwa madereva wote wanaotumia barabara kuu hii ya Tunduma Mbeya Tunduma, na barabara nyingine kuwa makini, kuwa makini na kuzingatia sheria, alama na michoro ya usalama barabarani, kwani barabara hiyo ni baba na magari bado ni mengi, ukijua kabisa kwamba mkoa wetu ni lango la SADC, kwetu tuna magari mengi, containers zinaharibika barabarani. Kwa hiyo wanapaswa kuchukua tahadhari ya hali ya juu sana. Sisi kama Jeshi la Polisi Mkoa wa Songwe tutaendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale wote ambao wanakiuka sheria za usalama barabarani. Ni watake wafuate sheria bila kulazimishwa. asanteni sana.